Yes, kwa mara nyingine tena karibu kwenye uchambuzi wa muziki wa sanii na matukio yao binafsi kutoka hapa ndani nchini Tanzania. E bana, kipekee kabisa, naomba nitoe pongezi kwa Diamond Platnumz kwa ushiriki wake kwenye stage kubwa kabisa pale Coca-Cola Arena Dubai, ambako ameenda alikutana, ali na Davido pale, wakafanya bonge moja la show. Diamond ameonekana Dubai kule baada ya maneno mengi hapa kati, since vuguvugu vugu la masuala ya uchaguzi, watu wakasema kwamba bwana eh, huyu jamaa amekimbia ame nchi <laughs> amekimbia nchi, amekimbila Dubai. Kwa hiyo hiyo ya kukimbia nchi tuachane nayo, lakini Diamond yupo, yuko Dubai. So mimi nampongeza kwenye engo gani? Mimi nampongeza kwenye hii hatua ambayo ameifikia unit kutengeneza umoja na wasanii wengine wote wakubwa, eh, duniani hii haijaanza leo. Kama unakumbuka link up ya Davido na Diamond zimefanyika sana, na hata wakati ambako ilikuwa mwezi Juni ile Diamond yuko Marekani, yuko London anazunguka kule kwenye show yake ile. Eh, unakumbuka alihudhuria show ya Chris Brown, Tottenham Hotspur pale katika ule uwanja na backstage alikutana na Davido, akakutana naye tena ile Paris Fashion Week kama sikosea, na walikuwa na wasanii wengine tofauti wakina Ashaki alikuwepo pale I don't remember, lakini walikuwa wengi, wakina nani wale wa South Africa, Musa Keys na wengine. Linkup ile ikaonekana bwana, Afrika imekutana. So ile muhimu sana kwa wasanii, na hasa msanii ambaye anatoka hapa nyumbani anaendelea kupave the way, kuwaaminisha watu kwamba sisi ni kama wao, yani tunacheza kwenye hizo level za pamoja. So hii kukutana naye tena Dubai na kumsurprise kwenye stage ni hatua kubwa sana umuhimu wake ni kwamba hii inapima pia, wakati mwingine inakupima wewe msanii ambaye umeenda pale by surprise kuangalia ile audience ya maeneo hayo inakupokeaje. Na bila shaka mpaka sasa hivi Diamond anakuwa ameshaondoka na hiyo notion ya kwamba na uwezo sasa na mimi wa kuandaa show yangu eh, pale, of course Coca-Cola Arena Dubai, na watu wakajaa, watu wakafanya, kwa sababu ile crowd, namna ambavyo ilikuwa inashout wakati Diamond anaperform noma sana mzee. Alianza na number 1 remix akaingia nayo hiyo vibe, watu wakacheza naye, alafu baadaye likachapwa sasa hilo kwa Masava, ambalo nyie mnasema kwamba bana piano sio la kwetu, lakini the way ambavyo watu wamevibe nalo noma kinoma, noma. Na hiyo ndio sababu ambayo mimi inanisababisha nikasema kwamba kuna wakati sawa, e, tuzo hizi tunazingang'ania, lakini je, kweli tuzo hizi ndio kila kitu? Kwa nini tuzo, wakati tukifanya shoo zetu sisi tunajaza kama ambavyo Chris Brown aliwahi kuhojiwa siku moja ka, akaulizwa kuhusu tuzo hizi akasema, kwamba kwanza yaamini mchakato wa, wa, wa, wa tuzo za Grammy, namna ambavyo washindi wanapatikana. Lakini vile vile aliweka wazi akisema, mimi kama natoa ngoma hit to hit watu wanapokea, nikiitisha show kwenye kwenye viwanja watu wanajaa mpaka wengine wanakosa pa kukaa, so sidhani kama nahitaji tuzo ya Grammy, nahitaji consistency kwenye muziki. Ndio kitu ambacho pia nilikuwa najaribu kumaanisha. So Diamond ameshajua ile audience ya Dubai pale inamuhitaji na inamtaka, watu wako wanamrekodi klipu hizo mwenyewe ana share kupitia Insta story tumeona. Kwa hiyo inampima msanii. Je, mimi hapa natakiwa kwenye ile eneo husika? Diamond yuko verified pale Dubai. Anaendelea kuongeza miji ya yeye kufanya show kubwa zaidi. London tayari, Marekani tayari, Hot 97 alienda London ile Royal Albert Hall pale akachafua na wengine mpaka wakakosa nafasi za kukaa. This time around, Dubai, ameenda kuguza pale. Noma kubwa. Kwa hiyo nadhani wakati sasa na by the way, uliona hapo wanataniana wanacheka pamoja e, eh, kwenye stage akamwambia kabisa, akawaambia watu Diamond Platnumz ni king wa muziki East Africa, Afrika Mashariki, yeye ndo mfalme. So vibe, watu wanafurahi, wana hapo, wana backstage, akawa anazungumza kwamba nikija Tanzania nataka uniwe, uniwekee nyumba na kila kitu, upike chakula na vitu kama hivi. So it's all vibe, na inapaswa kuwa hivi. Ukisema mimi ni international, ni lazima kuone na wasani wengine international. Kwa hiyo iwe chachu sasa, wito kwa wasanii wote ambao wanakimbizana zile footstep na Diamond kutoka hapa Tanzania. Kwa mfano, Mario nimeona juu jana amekataa kuitwa kenge, na akasema hayupo msanii yoyote yule Tanzania kwa ma brothers na kizazi cha sasa hivi, ambaye yeye ana uwezo wa kumfikia kwenye muziki wake. Hayupo anasema. Kwa hiyo kama hayupo kweli tunapaswa kuona kwenye stage za namna hii, sio tu kwenye kutunga ngoma kali na za kufanya na kufanya vizuri hapa nyumbani. Bwana Mario, It's true kwenye swala la kutengeneza ngoma, we ni mbaya sana, hakuna mtu ambaye akujui. Lakini vile vile hata kwenye eneo la eh, ku, ku, kuanzisha vitu vipya, mfano hizi Afrorave namna ambavyo zinafanya vizuri sasa hivi, uh, nchini Tanzania. Tunaelewa Mario yeye ndo alikuwa mwasisi. Ha ha ha, sijui unachekesha, hizo zimeanza kufanya vizuri muda mrefu sana. Kwa hiyo haitoshi kwenye eneo hilo. Tunatakiwa pia tukuone ukifanya vizuri huko nje. Which is mimi nasubiria na naamini na kwenye project zako zinazokuja, huenda ukatuletea kazi za namna hiyo. Hiyo ya kwanza. Kitu cha pili ambacho sija sijavutiwa nacho kwenye show hii ambayo Diamond ameifanya pale Dubai ni namna ambavyo ametokea kwenye stage. I say katika vitu ambavyo nadhani Diamond toka ameanza mziki katika show ambazo Diamond toka ameanza mziki amechukulia vitu kawaida ni kwenye show hii ya Dubai na sijui kwanini. kwa nini? kwa sababu namjua, sio kawaida yake, au amealikwa, iwe show yake, iwe kwenye show, iwe kwenye kolabo hachukulii vitu kawaida hata siku moja, lakini kwenye show ya Dubai, ya Davido Diamond amechukulia vitu poa. Sasa hii sio nzuri. sio nzuri kwa sababu gani? Kwenye show ile Diamond ameonekana na watu wengi, sio tu Tanzania. Sawa, Tanzania tuna basi na ndo utaratibu wetu, msanii anapofanya vizuri tunamsapoti, lakini vipi kuhusu mapromoters, eh, wadau wengine wakubwa wa, wa muziki wanayemuona labda Diamond for the first time kwenye stage au anamuona ndo mara ya kwanza pale kwenye jukwaa, ana perform, amepanda na zile slippers, ana mavazi ambayo amevaa. Yani kwa kifupi, outfit yake mimi sija sija kubaliana nayo. Red cup ile it's okay, mambo ya vibe na nini, lakini hata kupanda na ile red cup, namna ambavyo anakunywa pale stage, ni ni kama vile haki, haikuwa hakikuwa kitu official. Sasa hata kama kuna ni, ni surprise wewe ni msanii msanii mkubwa, haupaswi kwenda kinyonge, haupaswi kuwa kawaida na huyu sio Diamond ambaye sisi tunamjua, hatujamzoea Diamond huyu. Unatoka nyumbani, unaenda kwenye show ya Davido. Lazima ujiandae. Yaani lazima ujue kwamba kuna lolote linaweza likatokea. Ndio hizo sasa surprise, umepandishwa kwenye stage, unapanda vipi hivi bwana Diamond? Hapa ametuangusha na hapa amechukulia poa, hatupaswi kuchukulia poa show zozote zile. Angalia hata wenzetu namna ambavyo wanawapeleka wana wasanii wengine kwenye majukwaa hizo by surprise, I say wananyuka, si mchezo. show moja ya Wizkid ndio show yangu bora kabisa mimi ya ku ya kumpanisha msanii mwenzake kwenye stage, alimpanisha Chris Brown, ilikuwa mwaka 2021 if I'm not mistaken, wakati ambako Chris akuperform kwenye stage London for almost 10 years plus kwa sababu ya ishu zake zile za Rihanna na, na vitu kama hivi. So for the first time, Wizkid anampandisha Chris Brown kwenye jukwaa kapoa yani ndo utaratibu Sure Wizkid pia aliyofanya O2 Arena akamwita Bana Boy na wasanii wengine wamependeza kwa hiyo hata Diamond alipaswa kwenye hii show iwe ile anatoka kinomanoma kama kawaida yake ambavyo tumekuwa tukimjua But ni platform kubwa sana na kilichofanyika hapa, nimekutana na comment nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanasema bwana, kwa show hii, kwa hiki ambacho Diamond amekifanya pale Dubai, sisi wa Tanzania tumemsamehe, tumemsamehe. Na wengine wanasema ni ngumu kumchukia bwana huyu, kwa sababu tu unaweza ukambana huku akakufurahisha upande mwingine. Kwa hiyo it's all good, na bwana Diamond, wa Tanzania wamekupokea, wamekusamehe, wanapenda unachofanya. Ukiangalia hata kwenye comment huko watu bwana noma, noma, noma. Keep representing Tanzania flag on top. So congratulations my brother, na keep inspiring us. Game ina inakuhitaji tuendelee kutisha zaidi. Next time tuwazingatie na wananchi wetu kile kitu ambacho wao wanazungumza au wanakihitaji.